Kombe sio ashachukua hiyo, yes. Bwana, ndugu yangu uko vizuri? Niko vizuri, niko poa, naona kumekucha. Hali ya Babati unaionaje? Hali ya Babati iko freshi, toka jana tumefika hapa, naona washabiki washaanza kukata tiketi kwa ajili ya mechi ya jioni. Mm, niye, kwa mtazamo wenu kama mashabiki mmefika hapa kwa ajili ya kushuhudia nusu fainali ya, ya mkondo wa pili Simba dhidi ya Singida Black Stars. Kwa upande wako mchezo huu unazungumziaje? Mchezo utakuwa mgumu, mchezo sio kama rahisi watu wanavyofikiria, sababu Singida nao wamejipanga na wanataka, na sisi tumejipanga na tunataka tuingie fainali Mchezo utakuwa mgumu vibaya mno. Kama Singida, uliona mechi yetu tulikuwa kucheza nayo ya Ligi Kuu, wametusumbua, bahati tukatumia ukubwa wetu tukapata goli moja, tukapata pointi tatu. Tunakutana nao tena baada ya siku mbili, kwa maana wao wamejipanga na sisi tumejipanga, ila najua Simba ni kubwa kivyo vyote, chochote pamoja, mechi itakuwa ngumu, tutashinda mechi hii lakini na mchezo uliopita eh, Singida walionekana wali, wali kama walivyosema wali wao, nikinukuu kwamba kuna makosa ambayo yalikuwa yanafanyika mwamuzi kuhusiana na ishu nzima za penati. Pengine mchezo huu kwa upande wako unategemea eh, yale ambayo yalitokea mchezo uliopita anaweza akajirudia. Sidhani kama anaweza akajirudia, sababu refa aliochezesha mchezo yule mwingine na refa anaochezesha mchezo huu mwingine, marefa wetu ni watu wa kuwazoea sababu sio wao wanalalamika kama wali walinyimwa wali, wali, wali penalti, hata sisi tulinyimwa penalti, kwa hiyo wasilalamike wao. Ipo ile nyimwa, hujaiona vipi? Eh, hujaiona penalti gani? mpanzo alisukumwa e, ngoma itakiwa yu hiyo kwa penalti ile, fakasema haikuonekana. Wameona ya kwao. Siku zote mtu ukifungwa wewe unaona tu makosa ya mwenzio e. Lakini sisi tunasema hivi fadi yetu ni kali, na wakifanya mchezo sio leo tunaweza tukapata penalti vile vile eh Uh, pale kwa upande wa Singida Black Stars ni nani ya hasa ambao mnamhofia kama mashabiki kwamba yeye akianza kwenye kikosi ya Singida? Huyu balaa hatumhofii mtu yoyote, tulikuwa tunamhofiaga kipindi hicho Jensoa, tunaambiwa anafunga magoli, lakini tumemwona juzi, kumbe ni mtu wa kawaida. Ukicheza naye mantumani hatembei, mwisho wake anataka kupigana tu. Sasa fwadi yeah. unaotaka kupigana yeah. sio fwadi yeah. wafutwe na nani? yeye mwenyewe fuadi wowote utakiwa una akili yani ukivutwa ukipigwa buti cheza mpira ili usitoke kwenye mchezo sasa. Tumemwona John Soa wa kumbe, watu walikuwa wanamsifia bure, kumbe ni mtu wa kawaida. Ukicheza naye mountumani hamna lolote, si chochote, hapati namba, ende huko kwa engineer aliosema yeye ndo babake S S ee. <laughs> Alisema engineer ndo babake, si atumtaki kwanza tutaki wachezaji wa, wa designia. Juz, juzi alikuwa anaongea na uh, Fadlu Davids baada ya mchezo kumalizika, pengine kuna kitu ambacho walizungumza. Unajua Fadlu Davids mchezaji wetu ni mlezi wa wachezaji wote kwa hiyo vile vitendo hivyo kwa anavifanya anapigana na washabiki wanarushiana maji na washabiki amemwelekeza tu bwana wewe ni mchezaji mkubwa endelea kupambana utapata timu nyingine kubwa lakini utovu wa nidhamu huu unaufanya timu nyingine hata zikitaka zikuchukue zitashindwa kwa hiyo yeye alikuwa anamwelekeza kama kijana wake kama mchezaji sababu unajua yule kocha wetu ni kama mlezi wa wachezaji wote mm. Leo yupo mwamba Ahmed Rajiga. Unaona pande ya pili wanachekelea kwamba leo yupo mwamba leo, kwa hiyo kuna mambo leo hayataonekana waliozoea kuyaona. Dalagije ni refari wa kimataifa wa kiwango cha juu, au wanaochekelea sio kafikiriwe nafasi ya kwenda kuchezesha huko, kama kabahatisha, yule ni refari wa kimataifa kutoka nchini Tanzania, anajua kabisa hizi mechi kubwa nichezeshe vipi, mtu akifanya kosa lifanye vipi, mtu akipata tuta lifanye vipi. Ni, yani ni refarii ambao anaojitambua huyo, anaochekelea akajua daraji je ba ni wa kwao. Akichezesha hana mambo ya kupepesa pepesa kwenye tuta anaweka yeah. Na sisi ndio wanakwambia leo sisi tutapata tuta sisi tutapata tuta, yeah. tuta. Yeah. Sababu sisi ni zamu wetu, nani wa kumkaba mpanzo kadi nyekundu? Si tujawai kucheza rafu kama wao Eh, labda kadi nyekundu wapate wao, sio sisi. Si timu kubwa blaza? Tumetoka kucheza mashindano makubwa, tunajua tuna experience ya kucheza na timu nyingine ambazo zinacheza kivuruguvurugu kama wao. Watacheza vuruguvurugu, watapata nyekundu, wakituchezea alafu tutapata penati eh, sababu tuna fuadi kali, fuadi yetu kali eh, wanatupania kwa sababu tuna Fuadi kali, ukichezea alafu mpanzo utapata penati, ukimchezea alafu kibu utapata penati, utapata penati. Hii hapa umeume umekula. Eh, sisi ndio zetu eh, ndio zetu vadia. Na leo sivyokuambia, huyu Singida aje gonna kwa heshima. Asipokuja kwa heshima kama siku ile tatu, zinanukia hapa. Watu walijua mmelisahau Zanzibar, hatuwezi kulisahau. Kombe letu tunalo sisi na tunatamba nalo, tumebaki na la kwetu. Sasa unajua, refaria ametudhulumu yule, yule. E, kwani wote si wameona tu, tumepiga mpira mkubwa sana, wachezaji wetu wamejituma, wamejitambua, mpaka refaria akaingilia kati, akajua sasa hawa hivi hivi kimpira hawawezi. Simba Mbungu wa Manonga uh, Sefu Gulamali anasema ikitokea dabi akaletwa yule mwamba wa analeta timu Wache walete wamezoea, eh, eh, so, kwamba yule ndio mwamba wa kuwadhulumu wa kudhulumu timu za Tanzania eh, wamlete. Eh, ila kama wanamleta yule eh, kwenye dabi yoyote Tanzania na anafanya upuzi eh, tunaondoka na kichwa chake yule bwana eh, kama wanamleta eh, kwenye dabi yoyote au kwenye ligi yoyote au kwenye mashindano makubwa akifanya upuzi eh, eh, safari tunaondoka na kichwa chake. Amareva wewe yule, waziwazi wazi kabisa. Aya, Kagoma alifanya nini? Kadi nyekundu ya kipuzi kabisa ile eh, sababu kama inaonekana Tanzania waruhusiwi kupata kombe lile la kule, basi shisi, sisi tusishirikishwe zichezwo hizo timu za Arabu, sababu tukishirikishwa sisi tunaingia fainali tunanyimwa. Sio, si mnazi eh. Mimi mshabiki wa ukweli, na nilishawambia washabiki baadhi wa Yanga, lile goli la Ziziki Yanga wamenyimwa zilikuwa la halali na limegongea ndani. Mimi nilizungumza naangalia mpira na nilisema akawanyima, lakini goli lilikuwa halali la Ziziki. Mimi siwezi kusema unazi kwenye mambo ya kimataifa. Hatari yule mtu, Tanzania hile ilikuwa Afrika Kusini, na hapa hapa hapa kwetu Tanzania hapa pakatuua na wameondoka nalo ah, eh. Kila la heri asante. Haya asante.